Wapenzi katika imani, leo neno letu linatoka katika Zaburi ya 23 mstari wa kwanza, linasema: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Mungu anajilinganisha na mchungaji anayejua kila hitaji la kondoo wake. Mchungaji huongoza, hulinda na hutoa chakula kwa kondoo wake. Ndivyo alivyo Mungu kwetu. Ukimfanya Bwana kuwa mchungaji wako, huhitaji kuwa na hofu, kwa sababu yeye atakupa kila kitu unachohitaji, mpendwa, kwa wakati wake. Tulia, uko mikononi mwa mchungaji mwaminifu. Amina.